Naam mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka eh, kwamba bibi Nandy bwana, katika shughuli yake ya kibao kata eh, siku ya juzi alitikisa kwelikweli mitandao ya kijamii, na kubwa zaidi ambayo lilifanya Nandy ya trend huko mtandaoni bwana ni, ni kwamba shughuli yake hiyo ya kibao kata ili trend kuliko hata birthday party ya mwanadada Zuchu na hilo ni jambo ambalo kiukweli lilishangaza watu wengi sana, kwa sababu kila mtu alikuwa anafahamu kwamba bwana e, Nandy hawezi akafanya kitu kikubwa e, kika trend kuliko Zuchu, kwa sababu Zuchu bwana yuko na power kubwa sana ya pale WCB. Maana katika party ya Zuchu, Diamond mwenyewe pia alikuwepo, lakini pamoja na hayo ni kwamba Nandy alitrendi zaidi ya Zuchu. So ni jambo ambalo lilimeki headline, na huku wadau mbalimbali wametoa sababu. Kwa mfano katika pati ya Nandy ya kibao kata bwana, ni kwamba aliruhusu media nyingi na watu mbalimbali waende kuhudhuria, wakati huo upande wa WCB huku bwana wao walikuwa wameruhusu media yao tu ya Wasafi. Lakini pia pati ya Zuchu ilikuwa ni pati ya kifamilia zaidi, yani ni watu wana familia wa WCB pekee ndio waliohudhuria. Upande wa pili huku Nandy yeye alialika almost kila mtu, umeona bwana. Lakini pia huku kwa Nandy kulikuwa kumechangamka miuno, kulikuwa kuna wadada wana followers wengi mitandaoni, kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vilisababisha pati ya Nandy trend zaidi ya shughuli ambayo Zuchu aliifanya. Umeona bwana eh? Maana huku bwana Nandy alialika wadada wa kumwaga kama ulivyoona katika mitandao eh, ya kijamii watu ambao walipatisipate au walihudhuria shughuli hiyo ya Nandy ni pamoja na Lulu Diva, ambaye Lulu Diva mwenyewe hakupoa, hakuboa, alikuwa nakata viuno sio vya kawaida. Alikuwepo Tanzanian sweetheart, namzungumzia mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Wema Sepetu, naye pia alikuwepo pale kwa chama. Lulu Diva alikuwepo pia, Wema Sepetu alikuwepo, huyo Nandy mwenyewe, lakini pia vile vile alikuwepo Dr. Kumbuka kama mshereheshaji, alikuwepo Fatuma Kitasa, alikuwepo Malkia Karin alikuwa wale wadada wanaoigiza kwa Lamata nao pia walikuwepo pale, bila kumsahau Kajala Paula. Eh bwana, wote hawa walikuwepo, walikuwepo, alikuwepo Miss Rita ambaye ni mchepuko wa Diamond Platinumz, alikuwepo Zailisa ambaye alikata viuno na yeye pia, vika trendi sana huko mitandaoni, sio poa Alikopo yule bidada ambaye anafurahishaga watu kwa, kukata, kwa, kupas, kwa kuruka misamba naye naye pia alialikwa katika pati hiyo ya Nandy. Alikopo Mashalavu na wadada wengine kibao wa mjini ambao wana trend. Kwa hiyo obviously, kutokana na huo umati ambao Nandy alikuwa ameuweka katika pati yake hiyo ya kibao kata, na ukizungatia kwamba shughuli yenyewe ilikuwa ni ya Kiswahili haswa, ikasababisha hii trend to the maximum. lakini baada ya hayo yote, ni kwamba huko mtandaoni bwana e, kuna baadhi ya wadada nao pia ambao pia ni, mashau, ni mashuhuri e, hapa town hawakupata mwaliko, na mmoja kati ya wa wadada hao bwana, si mwingine bali ni Gigy Money. Sasa kitendo cha Gigy Money kutokualikwa kuto kualikwa katika pati hiyo, wadau mbalimbali wamekuwa wakimwandama huko mitandaoni, wakiwa wanauliza kwamba wamekuwa wakimuuliza kwenye comment section kwamba kwa nini yeye hajaalikwa, ni kwamba labda hana influence, ni kwamba nandi hana maelewano naye mazuri au vipi? Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo eh, vimefanya watu wengi sana wanajiuliza, na pia vilevile wamekuwa wakimwandama gigi eh, kutokana na kwamba yeye hajawa, eh, invited. Mm, katika pati hiyo ya mwanadada nandi Sasa kilichotokea bwana ni kwamba baada ya Gigy kuandamwa sana huko mtandaoni ni kwamba ameamua kuruka live kupitia ukurasa wake wa Instagram, na ameamua kuelezea sakata, sakata hilo au hiyo situation kwa namna moja au nyingine, eh, kwamba yeye kwa nini hakwenda au hajaalikwa katika pati hiyo ya Nandy eh, na nini ambavyo anavyojisikia au amelichukuliaje swala hilo tofauti na vile ambavyo watu wamekuwa wakimsema huko mtandaoni. So nataka hapo msikilize Gigy alivoruka live bwana, amezungumza mambo mengi sana na page

yes yes, Kiingereza like, bodega you know, kwa kwa nimekaa miaka miaka 18 na na leo narudi tena huko 28 he, niwe mzungu jamani, kibao kata ni lazima, sijui Gigy mwana Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa upande wa Gigy Money, amezungumza hivyo bwana eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameluka live na kuelezea. So hapa bwana, kuna page imekuja imeandika kwamba bwana kupitia Insta, Insta live yake msanii Gigy Money amefunguka urafiki wake na Nandy na kuelezea kuwa wao sio marafiki na ndiyo sababu ya yeye kuto kualikwa eh, kwenda kwenye kibao kata, shughuli ya Nandy iliyofanyika siku chache zilizopita. <muchu> Kwa hiyo ni kwamba Gigy Money bwana ameamua aweke wazi kwamba Nandy na yeye siyo rafiki yake, na ndiyo sababu ya yeye kutokualikwa katika pati ile ya kibao kata hmm?

Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa mujibu wa Gigy Money kuhusiana na yeye kutokuwepo katika party ya Nandy ya kibao kata. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, unaye pia tuwekee maoni yako katika comment section kama ilivyokuwa kawaida, tukuwa eh, tukisoma na kureplay kila comment ambayo tukuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.